Haya, kwamba anamtukuza Mungu katikati ya changamoto, angalia the time amepokea taarifa ya kwamba wanakuja maadui zake na wamejipanga ni kundi kubwa la watu, lakini lakini baada ya Yehoshafati na na, akaanza, aka lakini, kusalenda na hofu akasalenda kwamba akaanza kumtukuza Mungu, haleluya akaanza Mungu date akuangalia mazingira ibu kujua unapomtukuza Mungu unakimbiza hofu kwenye maisha yako. Haleluya, unapomwinua Mungu sije changamoto unaifukuza hofu na mashaka, uy vita iliyoko mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Ose bate baada kuongea kwa vingia na hofu akabona aelekea anaanza kumtukuza kumtukuza Mungu. Nakwambia kuambia tu ndugu yangu jifunze kumtukuza Mungu juu ya maisha yako. Haleluya. Usiyainue mazingira ambayo ya mkini yanaweza kukutisha. Ya mkini yanaweza kukogopesha. Wewe mtukuze Mungu, muinue Mungu. Haleluya. Kuanzia hapo kutenda kazi. Kwa hiyo kusamenda hakumaanishi ya kwamba labda umekuwa disappointed, yaani umekata tamaa au umegive up. Hapana ila ni kwamba ni sehemu ya kuruhusu nguvu za Mungu zitende kazi juu ya maisha yako. Unaposalenda mbele za Mungu, ndipo ndo piki ya kuachia Mungu atende nini? Atende kazi. Haleluya. Haimaanishi ya kwamba labda umegive up au umekaa tamaa. Hapana. Ni dalili ya kwamba Mungu, I cannot myself without you. Kwa hiyo Mungu sasa take fight for me Alienda kupigana kwa ajili yao lakini wao wow, wakaenda kushuhudia ushindi wa Mungu tayari amekwisha kuwashindia haleluya. Hata paila ya kuja hapa ni kwamba watu hawa wa, kwa jinsi ambao waliwelekeza uso kwa Bwana ndipo akaona nguvu za Mungu walipomtukuza Mungu ndipo aona uwezo wa Mungu juu ya maisha yao kuwatendea, haleluya. Hata wewe sigadalamkini naona mbele yako ukielekeza uso wako kwa mungu nakwambia siku ya leo mungu wa mbinguni anaenda kukushindania haleluya you must surrender yourself you must submit yourself to God haleluya you must of the devil. Ani lazima ujisubmiti mwenyewe. Lazima umtii Mungu, mpinge shetani na akawakimbia. Lakini lazima uwe tayari umejisubmiti. Tayari uko ndani, uko under the control of the powerful hand. Sasa so, jamani, yani tayari un, uko chini ya mamlaka ya Mungu. Sasa unaweza kumwangusha shetani. Hallelujah. Anaweza kuadhibika shetani. Umesha surrender mbele za Mungu. Hallelujah.